Yes, mambo vipi poa. Sawa, sawa kabisa, lakini pia tuko na mwendelezo wa ishu nzima ambayo inakuwa inaendelea kule e, katika Gaza. Tunajua kule kabisa kuna vifo ambavyo vinakuwa vinaendelea na hii ni kutokana na e, machafuko ambayo yanakuwa yanatokea upande ule wa Gaza. Sasa mamlaka za Gaza pia zimesema kwamba takriban watu mia moja na tatu, wakiwemo wanawake na watoto wameuawa sehemu mbalimbali kuweza kuanzia siku ya jana lakini pia na mapema ya asubuhi e, siku hii ya leo kufuatia mashambulizi makali zaidi ya Israeli ambayo pia yameweza kusababishwa na kuweza kufungwa kwa hospitali kubwa kaskazini mwa Gaza. Sasa mpaka hospitali zimekwisha kufunga au zimeweza kufungwa, kufungwa eh, ni kutokana na machafuko haya. Sasa watu wanaweza kushindwa kupata eh, matibabu, watu wengi watapoteza vifo kutokana na machafuko haya ambayo yanakuwa a yanaendelea. Taarifa zinaendelea kwa kusema kwamba Israeli pia inadai kuwa eh, wimbi hili jipya la mashambulizi ni la kushinikiza Hamas eh, kuweza mapigano lakini, je, njia hii italeta tija ya kuweza kusitisha mapigano kwa ambayo unakuwa unatufuatilia, lakini pia kwa wale ambao wanakuwa naelewa vizuri sana kuhusiana na vita hii. Sasa mambo hayo yataweza kuwa e, yanafanywa yanafanywa vipi? Sasa takriban watu mia moja na tatu imagine kuweza kupoteza maisha kutokana na machafuko, lakini pia na masuala mazima ya hospitali kutokea kule kaskazini mwa Gaza e, kuweza kuharibiwa e, hasa katika masuala mazima ya kimiundombinu na vitu vingine e, kama hivyo, lakini sasa kuhusiana na taarifa hii ya Gaza sasa, hali ya vifo katika ukanda wa Gaza pia imezidi kuendelea kuwa mbaya sana hadi kufikia eh, Mei 19, ambayo ni siku hii ya leo, kwamba vitu vimekuwa havieleweki, mambo yamekuwa hayaendi tangu kuweza kuanza kwa mashambulizi ya Israeli mnamo Oktoba 2023. Eh, takriban ni wa wa Palestina eh, elfu tano mia tatu na thelathini na tisa waliweza kuuawa, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto zaidi ya 1221 na waliweza kujeruhiwa. Sasa katika siku za hivi karibuni, operesheni ya kijeshi ya Israel imeweza ambayo inajulikana kwa jina la eh, magari ya Gideoni ge, ge, ge, imeweza kuongeza mashambulizi ya ardhini lakini pia na anga, kaskazini na kusini mwa Gaza, na kuweza kusababisha vifo zaidi ya watu mia moja kwa siku moja. Imagine kwamba watu mia moja kwa siku moja wanaweza kufariki kutokana na masuala mazima ya machafuko, lakini pia vita kutokea kule eh, Gaza. Sasa hospitali nyingi, eh, kama ile ya Indonesia eh, huko Beit Lahia zimefungwa kutokana na mashambulizi, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba hospitali pia na zenyewe zimeweza kufungwa. Upatikanaji wa afya pia umekuwa eh, huduma zile za kiafya eh, zimekuwa ni ngumu sana, umekuwa ni mgumu sana kutokana na watu ambao mbaua wanaweza kukimbia kuhusiana na masuala mazima haya ya machafuko, lakini pia miundombinu kuweza kuharibiwa, eh, vita kuwa kali zaidi, machafuko yamekuwa ni makali zaidi, ambayo hii inakuwa haijakaa sawa, lakini pia hali ya kibinadamu pia imezidi kuwa mbaya zaidi, huku Israel pia na yeye ikitangaza kuweza kuruhusu kiasi kidogo cha msaada wa kwa chakula, lakini pia ili kuweza kuingiza Gaza mara baada ya ya zaidi ya miezi miwili ya, na ya, mzing, ya, mzing, ya mzunguko kamili ambavyo unaweza kufanyika kutokea huko Gaza. Hata hivyo pia mashirika ya misaada yameweza kuonya kuwa hatua hii haitoshi kuweza kuzuia njaa ambayo pia inatishia maisha ya wakazi wa Gaza, kwamba pia ukichana machafuko hayo pia yanaweza kusababisha masuala mazima ya njaa, masuala mazima a machafuko kama hivyo, mahospitali sijuma nini yanakuwa yanaharibiwa na vitu vinakuwa havieleweki. Sasa mazungumzo ya kuweza kusitisha mapigano yanaweza kuendelea huko Qatar kuhusiana na masuala mazima ya eh, vita hivi vya Gaza, lakini pia eh, yamekwama kutokana na msimamo wa Hamas, eh, wa kutoka kutotaka eh, kujadiliana eh, kwa, kwa ueledi zaidi wakati mashambulizi hayo yakiwa yanazidi kuendelea na Israeli pia ikisisitiza juu ya ushahidi wake kamili kuhusiana na e, machafuko hayo. Sasa kwa muhtasari, vifo vinaendelea kuongezeka kila siku huku hali ya kibinadamu ikizidi kuzorota e, kutokana na ukosefu wa chakula, huduma za afya, lakini pia na makazi salama kabisa kwa watu ambao wanakuwa wanapatikana kutokea huko e, Gaza. Machafuko yamekuwa ni mengi sana, imagine kwamba watu vifo kutokea e, zaidi ya 100 ndani ya siku moja, yani masaa ishirini na nne tu Eh, vifo ni zaidi ya mia moja kuweza kutokea kitu ambacho kinakuwa ni kizito sana, hasa kwa wale watu ambao pia wanakuwa wanaishi katika sehemu hizo. Maombi yao ni makubwa, lakini pia Mungu aendelee kuwaongoza, lakini pia kuweza kufikisha nchi za ahadi watu ambao tunapatikana hapa, lakini pia kama sisi huku eh, Tanzania na nchi nyingine ambazo unakuwa kabisa tuko salama, tuendelee tuko tu kuombea ya Mungu kwamba aendelee kutuongoza na kuwa sawa kabisa. Maombi yao ni makubwa zaidi kwa watu ambao wanapatikana katika ukanda wa Gaza, masuala mazima ya vita vya Israel kutokea kutokea huko yakaweze kutamatika, na miundombinu kama nilivyokuambia imeweza kuharibiwa sana, hospitali pia zimeweza kuharibiwa, vyakula pia watu wanazidi kuvikosa na mambo yanakuwa mengi mengi zaidi. Endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa digital kwenye YouTube yetu channel, ukisubscribe utakuwa wa kwanza kuweza kupata notification, lakini pia habari zote ambazo tunakuwa tunazipandisha hapa, unakuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Tech, tunakwambia habari kiganjani mwako.